Hii ni Temu TV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana yasi bana, karibu tena Temu TV, mahali ambapo tunachambua si tu muziki peke yake, bali mahusiano yanayotikisa kwenye mitandao. Na leo tunazama kwenye tukio la moto ambalo limetokea usiku huu. Diamond ameweza kushea video kwenye mitandao ikimwonyesha akiwa peke yake ndani ya gari lakini akimshuhudia Zuchu akimkatikia mauno ya nguvu mbele ya gari yake, imagine. Na mwisho kuna busu la kimahaba ambalo limeweza kuzua gumzo sana. Ziko comment kibao hapa za mashabiki, lakini pia mastaa kubwa mbalimbali. Nitakwambia kila ambacho kimewagusa, lakini kabla sijaendelea, please please, nikukumbushe kama bado hauja subscribe, make sure una subscribe, lakini pia gonga like kwenye video, drop comment yako tuweze kujua wangapi wanawaza nini. ago by the name Stephano Temu, bakine business, bakine story Video ambayo imepostiwa kwenye Instagram ya Diamond ni video ambayo inamuonyesha akiwa ndani ya gari, kamera ikimrekodi Zuchu akiwa anaweza kukata mauno ya nguvu kabisa, na akiwa anacheza wimbo mpya wa Mondi, ngoma ya Nani. Ni ngoma ambayo uchambuzi wake nimeposti muda so mrefu, nikielezea kama vile lines zinamhusu Zuchu. Zuchu yupo kwenye nguo za nyumbani kabisa, akavaa dera, lakini vibe ni kama ana perform kwenye stage, yaani performance yake utasema anafanya performance jukwani Diamond na anacheka kimahaba kwenye gari, na mwisho video inamwonyesha Zuchu akija kwenye upande wa dereva na kumpiga busu zito kabisa, mtu mzima Diamond Platnumz, na kimya kimya Diamond akakausha. Ni busu ambalo la maana kubwa sana, mashabiki wamechoka. Mitandao, by the way, imeweza kuwa imetikisika kwa muda mfupi kwa tukio hili ambalo ameweza kushare Diamond. Sio bana, asa, Zuchu akufanya tu mauno, alitoa performance ya moyo na kila kiuno bana au kila mzunguko wa nyonga na kila tabasamu aliokuwa anaweza kutoa ni kama ujumbe. By the way, ukisikiza wimbo wa Nani, ni wimbo ambao unazungumzia mapenzi ya kweli, na Zuchu anaonekana kabisa anaishi mashairi hayo kwa mwili wake. Imagine the way ambavyo anakuwa free mtoto wa kike ana enjoy, ni kitu kizuri sana, au sio bwana? Je, yeah, huu ni ujumbe kwa Diamond. Imagine labda hajajua, labda simba nini ambacho kinaendelea, lakini kile ambacho Diamond ameweza kufunguka bana ndo kimekuwa gumzo zaidi. Diamond ameweza kuposti video na kuandika caption ambayo anasema, hebu vaa viatu vyangu, hapo nimejirudia zangu mangaikoni, napokelewa na madegezwe hayo, au sio bana? <laughs> Baadaye anaongelea maneno fulani mazito mazito kwamba mauno kama, imagine mtoto anataka fi... noma sana so, anasema hata kama ni wewe unaachaje kuoza na utoke hapo uende kwa nani hasa? Akasema hawa watoto wa Kizanzibari hawafai kabisa, au sio bana? By the way, ni kitu ambacho kimekuwa gumzo na ni kimezua mjadala mkubwa sana. Amin nachokwambia, na busu ambalo amepigwa Diamond halikuwa la kimya tu, lakini lenye nguvu na kusema neno lolote zaidi ya kusema ala na hayo ambao ameweza kuandika kwenye Instagram yake, lakini macho yake yaliongea kwa mashabiki wengi sana na kujiuliza, je, Diamond na Zuchu wanaonyesha kwamba hawezi kuachana kabisa na wako pamoja rasmi kama ambavyo walituambia wameoana, au huu ni mchezo wa kimahaba kuwachanganya mashabiki? By the way, kama Temu TV tunasema kila ishara ina maana, na busu hilo ni la historia kweli kweli, au sio bwana? Hasa kwenye upande wa maoni kuchini ndo kumekuwa sehemu ambayo imekuwa gumzo kweli kweli, kwa sababu maoni yamekuwa ni mengi sana. Nimeza kuona kuna comment nyingi sana za mastaa mbalimbali wakicheka, lakini Faisal Fitoto anasema kaka, ukisikia marashi ya karafuu Ndo hayo huwezi kutoka tena hapo, kwisha. Habari yako noma sana. Lakini pia Test Chocolate anasema mambo ni yapendayo, na kuweka emoji fulani hivi za kucheka na kufurahi. Lakini pia kuna yo ambaye anasema unajua, nasibu ndugu yangu, tumekuteua kuwa mjumbe wa halmashauri ya wanaume tunaomiliki pisi nyembamba. Lakini pia Barnaba anasema yani, sisi Waswahili tunasema game over. Haya njo kwa mwenzio huku, mke wangu akamtagi mke wake hapa. Ray the Boss anambia jifunze namna kuweza kumfungulia geti hizi toto za pwani hizi, na kucheka kinoma noma. Lakini pia Said Said anacheka kinoma noma, Juma Jukes naye anacheka kinoma noma. Nimeweza kuona hapa kuna comment ya nani, Dukumembe Dukumembe, naye ameweza kuongelea watoto wa Zenji, anasema mambo ya Zenji hayo, baada ya hapo unaenda kupikiwa chai ya nazi, mambo ya Zanzibar. Anasema ye alitoroshwa na, na ndugu zake usiku wa manane na akapandishwa kwenye Kilimanjaro via saa tatu, noma sana. Lakini pia Kiredio anasema watu wa hivi kuachana ni ngumu sana jamani. Zuchu amekuja kukomenti hapa, komenti ambayo imepata likes nyingi kweli kweli, anasema mume wangu mzuri mzuri, na kuweka emoji kibao za makopa, ili nijibu sahihi kwa wale ambao walikuwa nadhani labda wataachana na vitu kama hivyo, au sio bana? Idi Santos anasema sema nawe chetu noma sana huyo, anasema oza tu kaka, tunakuelewa <laughs> alikama amekuja kumwambia oza tu kaka, tunakuelewa. By the way, ni video ambayo imekuwa gumzo sana ivedo no, ndo jinsi ambavyo imekuwa na wengi sana wameweza kuvutiwa nayo, even ni mashabiki wa kawaida wanasema, hii ni love ya kweli bana. Mauno ya Zuchu ni moto, huyu ni malkia, malkia wangu. Lakini pia bongo boy anasema Diamond anajua kuteka attention, hii ni content ya kimataifa. Lakini pia Zuchu love anasema wimbo nani ni mtamu kweli kweli, lakini video ya mahaba kama hii inanifanya ni upende wimbo zaidi. Huyu mwingine hapa anasema hii sinema ya mapenzi, tunataka pati tu. Lakini pia huyu mwingine anasema busu la kimya na la nguvu kuliko caption, noma sana e bana. Komenti zimekuwa ni nyingi sana, kila mtu ana maoni yake. Sijui una komenti gani, unaongelea vipi kapu ya Diamond pamoja na Zuchu? Drop comment yako tuweze kuona wangapi wanawaza nini. Utakuwa umetisha kinoma noma. Lakini kama wewe ni mpenzi wa muziki mahusiano na stori za kisanii kwa ujumla, naamini kwamba hii video itakuwa imeweza kukosha, au sio bana? Tuachie koment yako, gonga like kwenye video, lakini pia je, una maoni gani au unaonaje kuhusiana na mauno ya Zuchu e, ni ya kimuziki au ya kimapenzi kweli? I go by the name Stephano Temu, from Tanzania 255 make sure umetufollow kwa mitandao ya kijamii tiktok na instagram jina ni moja @temutv na tutakuwa tunakuchambulia kwa hisia na kukuburudisha kwa ubunifu pia maana ngoma mpya ya Nani, sijui nani Till next time, bye, bye. Ciao. ameweza kuikubali, ba huyu basi ndo Diamond wa zamani, na wengine wanadai kuwa Diamond hii ni level mpya kabisa. Bila shaka wimbo huu umeweza kuamsha hisia za watu wengi. Sijui kwa upande wako umechukuliaje hii ngoma, lakini kwa upande wangu ni one of the nice song ambayo naikubali kinoma noma this time na iko on repeat, na mwanangu Galusi kwa tunafanya review hapa kaniambia Diamond anazidi kuwa bora kila siku ambavyo zinazidi kwenda Unajiuliza ni kwa nini, anawezaje kwa nini? Diamond anarudi na, na moto wa mapenzi kiasi hichi? Anakuja na ngoma mbili mfululizo, msumari bonge moja la hit song. Umeweza kusikiliza review yake? kama ujaicheki, itafute, utaiona kwenye description, nimeweka linki. Diamond anazidi kufanya mziki kila siku, unaonekana bora kwa kiwango kingine. Kwa hiyo Galusi anasema jamaa anafanya vizuri sana. By the way, kama wewe ni mpenzi wa mziki wa kweli, nani lazima uisikilize. Hebu tuambie hapo kwenye comment section, nani ambaye anakushikilia moyo wako. Nami ah, kuna huyo mdada <laughs> anyway, nitawaambia siku moja. So je, yeah, video hii imekugusa? Usisahau kulike, kusubscribe, lakini pia kushare na wenzako, ndio kitu ambacho, lakini pia kwa mashabiki wote wa mziki, hii ni Temu TV jamani, na mnaelewa yaani, sehemu ambayo tunakuletea uchambuzi wa ngoma kwa hisia lakini pia tunakuburudisha kwa ubunifu mziki mpya umeweza kutoka na ngoma inaitwa Nani by Diamond Platnumz, beat ya kimahaba. Temu TV tumeweza kuchambua kwa namna hii, na tunaamini kwamba hii ni best song. By the way, tunategemea mengi makubwa, kwa sababu Diamond anaimba kwa staili ya kipekee. Hii ni Temu TV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.